Po hospitali na sitaki tuongee sana, kwa sababu hapa ni na watu wagonjwa. Mimi nimefika hapa leo kwa sababu ya hospitali yenu ya Nakuru. Mama Susan Kihika aliniuliza, tuko na mjengo mkubwa hapa ambaye ilikwama akaniuliza kama tunaweza kumaliza hiyo mjengo na tuweke equipment na nimekubali. Na hiyo mjengo sasa imeanza kukamilishwa. Tumetoa shilingi milioni mia tatu ya kukamilisha hiyo mjengo, na pia leo asubuhi nimetembelea kuona mwenyewe equipment, kwa sababu tulikubaliana ya kwamba ili matibabu iwe imekamilika, lazima tuwe na madaktari wa kutosha na uh, health professionals lazima tuwe na equipment vifaa ambazo itatusaidia kujua magonjwa ya wananchi. Leo hapa equipment ililetwa jana inaitwa CT scan ya shilingi milioni mia moja thelathini ndio imewekwa hapa, itasaidia watu wanakuru hapa na sehemu za vitongoji hapa na equipment kama hizo zitawekwa katika zile hospitali zingine zote za kaunti yetu ya Nakuru na hospitali za Kenya. Na jambo la tatu ni lazima tuwe na madawa ya kutosha, so tumeshakubaliana na hawa viongozi katika ile program mpya ile tumetengeneza ya mambo ya matibabu kupitia kwa SHA kuhakikisha kwamba mahospitali zetu zinashughulikia wananchi wote. Pale nyuma wananchi wengine walikuwa hawawezi kufikia kutibiwa kwa sababu ya mambo ya gharama, na ndiyo hiyo tunajaribu kama serikali kuhakikisha kwamba kuna equipment, na mimi nataka nishukuru county government ya Nakuru kwa sababu wao wako mstari ya mbele, kama hii equipment imeletwa hapa. Bado counties zingine bado hawajafikiwa kwa sababu kidogo hawajajipanga lakini hii yenu imefika hapa. Tutaweka equipment kama hii hospitali ya Molo, tutaweka equipment kama hii hospitali ya Naivasha, na tuhakikisha kwamba Nakuru county iko na equipment ambayo inatusaidia kuwatibu wananchi. Vilevile tunataka tuhakikisha kwamba kuna njia ya wananchi kulipa, na ndio tuko na program ya SHA, na mimi naamini ninyi wote mmejisajili kwa SHA ama bado? Mejisajili. So, tunataka tushirikiane pamoja na nyinyi, tunataka tutembee pamoja na mimi. Nimefika hapa leo kuhakikisha ya kwamba equipment hiyo inafanya equipment hiyo itasaidia wananchi wa hapa, na sio hiyo equipment peke yake tumeweka hapa. Tunataka kubadilisha hii hospitali nzima, nimekubaliana na governor, hii asbestos yote hii tutoe, tubadilishe sura ya hii hospitali, ndio dunia hii iweze kusonga mbele. Otherwise, mi nashukuru sana kwa kunipokea hapa. Mimi niko na shughuli ya watu wa Nakuru leo, ya shule, ya barabara, ya housing, ya nini, mambo mengine. Otherwise, asanteni sana, Mungu awabariki, na wale ambao eh, amujisikii vizuri nawaombea, Mungu jameni, musikie vizuri, mpate matibabu na mwende nyumbani. Thank you very much.